Kwa majina naitwa Nancy Ronald, ni mkazi wa Kilimanjaro. Uh, kwa, mi, kwa mimi kwa mimi hapa ninavyofahamu Tinny Mwamba nafahamu kama kinyozi hapa mtani kwetu, lakini siku zilivyozidi kwenda nikamfahamu Tinny Mwamba kama msanii kwa sababu nilisikia nyimbo nyingi nyingi hapa mtani na mimi nazisikiliza mimi, nikawa nyimbo zake of course nilipenda na nilifurahi pia. So, yani, ilikuwa hivi mpaka mm -hmm. namfahamu mimi kua nyumbani kama hivi ajabu. Ka Ka Ka hey, uh, mm. Ka kidogo, nasema Tinny Mwamba hana dharau pia anaheshima, kwa sababu kwa mimi nilivyoambia kwa haraka haraka Tinny Mwamba Mwamba ni msanii sasa nikawaza, kweli msanii kweli unaweza kuongea naye hivi na akakuelewa kweli, akakusikiliza na ukamwomba kitu akakusaidia kweli? Nashangaa kweli, akanisaidia. Na kwa hapa kijijini unatazamaje future vijana wengine wanavyomtazama Tinny Mwamba? Yaani kwa hapa kijijini vijana wanavyomtazama. Yaani unamtazamia kwamba ni mtu ambaye atafika mbali na baadaye anaweza labda kwa wengine ambao wana hicho kipaji labda wanaweza wakafika mbali. Ungekuwa mshauri wa Tinny, ungemwambia nini neno lako muhimu kabisa? Kwa mimi ninavyomshauri na mshauri, apambane azidi kufocus na na kitu chake ambacho kipo kwenye moyo wake, kama hivyo ni msanii anapenda kuimba kwao, namshauri apambane, ipo siku atatoboa na nina imani hiyo atatoboa kwa sababu anajua